Kila jimbo limechimbiwa kisima ndani ya mwaka mmoja, tena sio kimoja. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nampongeza Mheshimiwa Waziri Mkuu, anafanya kazi kubwa, anasimamia serikali, anatusimamia na kazi inaonekana. Mheshimiwa Mwenyekiti, pale kwetu Shinyanga Ibada Kuli, ule uwanja wa ndege ilikuwa ni nightmare, ilikuwa ni ndoto. Kamati ya bunge mimi nakagua juzi, Mheshimiwa Mwenyekiti, uwanja unakaribia kukamilika, ndege zitatua pale. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali inafanya kazi leo, Mheshimiwa Mwenyekiti. Yaani unatenganishaje maendeleo haya? Unatenganishaje demokrasia tuliyonayo na maendeleo makubwa na Mheshimiwa Rais na Mheshimiwa Waziri Mkuu na serikali iliyoko madarakani? Nitakuwa ni mtu ambaye sina shukrani Mheshimiwa Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, anaibuka mtu mmoja tu leo Mheshimiwa Mwenyekiti. Unajua, naomba niwakumbushe Waheshimiwa Wabunge wenzangu. Inchi tumeanza uchaguzi wa vyama vingi mwaka 1995. Na mwaka 95 tulikuwa na wabunge wa upinzani 51. Mwaka 2000 tulikuwa na wabunge wa upinzani 26. Wakati huo Mheshimiwa Mboye ndo aligombea urais. Mwaka 2005 tulikuwa na wabunge wa upinzani 41. Mwaka 2010 uh, tulikuwa na wabunge wa upinzani 89. Mwaka 2015 tulikuwa na wabunge wa upinzani 116. Na 2020 tuko wabunge 28 wa upinzani. Hakuna mtu aliyesema hashiriki uchaguzi mpaka tufanye mabadiliko ya sheria, hakuna Mtu aliyesubutu kusema hivyo. Hakuna mtu aliyesema tuingie barabarani tufanye uasi kwenye chaguzi zote. Leo Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna mtu mmoja aliyekuwa na tamaa ya urais ameukosa, kwa sababu anajua Samia amefanya kazi, anataka kumwaga mboga, anataka kumwaga ugali na maji ya kunawa. Hatuwezi kukubali. Hatu Ukweli ni kwamba kwa namna ambavyo mazingira ya uchaguzi yamewekwa, kwa namna ambavyo wameruhusiwa kufanya mikutano ya hadhara, kwa namna ambavyo wametumia vibaya nafasi yao ya kufanya haki ya demokrasia, wamegundua kwamba wakishiriki uchaguzi huu hawapenyi. Ndio bana, wameweka mpira kwa pani. Mheshimiwa Mwenyekiti, <coughs> miaka yote awamu zote sita ambazo tumeshiriki uchaguzi kwenye nchi, awamu zote sisiemu ni ile ile, katiba ya nchi ni ile ile, tume ya uchaguzi imeboreshwa mwaka jana. Wanaweka mpira kwa pani. Hii haikubaliki.